Nayo Marekani imezindua mradi wa miundombinu ya angatua ya kijeshi wenye thamani ya dola za Marekani milioni 71, sawa na shilingi bilioni 9.1 za Kenya, katika kambi ya kijeshi ya Manda Bay. Nam, hatua hii ikiashiria kuimarika kwa operesheni za usalama wa kanda na mabadiliko ya msimamo wa Washington kuelekea Afrika Mashariki. Nam, naibu waziri wa mambo ya nje kutoka Marekani Christopher Landau aliwasili kwa ndege ya kijeshi katika angatua ya Manda kuzindua ujenzi wa angatua mpya yenye urefu wa kilomita tatu. Ilianza kwa kuwasili kwa ndege ya kijeshi iliyombeba naibu waziri wa mambo ya nje kutoka Marekani, Christopher Landau. Ndege hiyo ikitokea Jibuti ilitua Manda Bay kuzindua ujenzi wa angatua. Upanuzi huu unabadilisha Manda Bay kuwa kituo cha kimkakati cha shughuli za Marekani na jeshi la Kenya katika eneo hili kilichoko karibu na Somalia. We have to show those who would attack us that we are resolved to defend ourselves. It is a very tangible commitment to the common defense between the United States and Kenya. Angatua hii iliyojengwa miaka 33 iliyopita ina urefu wa futi 4000 takriban mita 1300 ikiwa na lami nyembamba na uharibifu mkubwa kutokana na mashimo na hali ya hewa, inaweza tu kuhimili ndege ndogo na helikopta zenye uzani mdogo. Angatua mpya itakuwa na urefu wa futi 10000 takriban kilomita tatu ikiwa na lami pana zaidi mifereji ya kisasa na uwezo wa kuhudumia ndege kubwa za kivita. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na waziri wa ulinzi Soipan Tuya walihudhuria sherehe hiyo, wakisisitiza kuwa mradi huo utabaki kuwa mpango wa Kenya hata baada ya Marekani kuondoka. This is an asset Generali and an Dagvin Anderson ni kamanda wa saba wa jeshi la Marekani na anakumbuka jinsi Manda Bay imekuwa kitovu cha migogoro ya usalama wa kikanda kwa muda mrefu. But then for me, another personal one was right here at this location six years ago this month on the 5th of January when Al-Shabaab did a daylight morning attack